Nini restate, nini siwezi. Sasa hivi nashangaa ghafla niko kwenye beef na Weusi wakati sijui hivi vyenyewe imeanzia wapi, sijafahamishwa hata kama hiyo beef imeshaanza. Yani nimeanza kuisikia tu kwenye media, kwa hiyo sielewi chochote okay. Mara ya mwisho kuzungumza na mtu yeyote kutoka kwenye kundi la Weusi kwa nini? Mara mwisho nimezungumza mtu yeyote ilikuwa siku moja baada ya ile summit ya nilikuwa na niliongea na Joe, niliongea na Na na tuliongea sana yani, more than an hour. Oh. Na hakukuwa na indication yoyote ya kuna beef. Tulikuwa tunaongea fresh, unajua even the next day Joe akanicheki kwenye simu like oh, vipi, fresh fresh nikamwambia mzuka. Unajua, na nili appreciate sana, kwa sababu unajua yeye ni kama kaka. Sasa leo ninapokuja kusikia nimehusishwa na beef na Weusi wakati mtu mimi niliyemtaja ni Bonta. Sijajua Weusi wengine wameingia ingiaje kwenye hiyo swala, na of all people mimi nilikuwa nategemea response ingetoka kwa Bonta, sio waliokuwa wanaongea. Maongezi yalikuwa kawaida tu, rap game industry inaendaje, biggest challenges tunaona ni zipi, vitu gani tunahitaji kurekebisha, unajua how conscious the rappers have to be, unajuan, yani vitu vile basic kwa sababu <coughs> Jua Makini ni mtu ambaye ana experience kwenye industry. Kwa hiyo mimi nilikuwa hasa namuuliza vitu kama hivyo ili niweze kupata ile internal view ambayo yeye anayo, unajua? Okay. Hasa it's surprising kwamba mtu anaweza akaje ku-mention tu kwamba una beef hii na hii. Unaona? Alafu na sasa sio ni mbaya zaidi kwamba sijaambiwa mimi ati mimi naambiwa kutoka kwenye third parties. Zingine zinazunguka mitaani. Okay. Na kitu kingine nataka nifahamu baada ya kupata hiyo SMS ambayo kutumia nikimbishi kutoka kwa Niki wa Pili, yeah, ulijaribu kumcheck Niki wa Pili kusawazisha kumwambia? Na na na na actually kwa kwa kwa kwa kwa kwa sasa hivi sina sina sina contact contact contact yake, yake yake sijafuaga na contact yake kwa muda muda kidogo, sababu hatujaongeaga yani, mimi na Niki. Hiyo ule nilishindwa kumcheck sababu nilikuwa nimeshapata reference tokea mwanzo, alikataa kufanya track stereo kisingizio cha kwamba mimi nimemdisappointa naniki, alafu kuna hizo issue ambazo zinazunguka on top of that, imekuja ile message asubuhi, nikaa nashangaa, all this time mimi nimekaa kimya, huyu mtu mtuvati picha haelewi kwamba mimi sina habari na yeye. Unajua, alafu all of a sudden anakuja anani mention vitu ambavyo mimi sikinavyo. Nilikuwa naona kama hapo ameu nasema sina beef <laughs> sina muda wa kuona beef. Unaona, kwa sababu kila mtu ana reasons zake za kufanya music au rap vile anavyofanya. Kwa hiyo kama sijakuongelea, basi usinihusishe kwenye maongezi yako, okay, sawa. Na issue nyingine sasa hivi, na ilikuwaje mpaka wakazungumzia au wakamzungumzia um zanadhani nakuja najieleza kwenye ule mstari, ni kitu ambacho kiko wazi. Mimi kama mimi, cha kwanza kabisa, sio disrespect, sio nini ni, ni ile tu mimi as a fan. Kama fan, sio fan wa Weusi mona, nina respect kwao kwamba wameweza kutengeneza reputation kutokana na kile ninachofanya hiyo ndo big yani profound respect ambayo mimi ninayo kwa Weusi kinajoo kina nani, nina respect hiyo kwa, lakini sio fan. Kwa hiyo unapofanya kitu kinakosewa, mi kwa mfano ile ngoma ya nani nauza kura, I didn't think that was a conscious idea. haikunijia mimi hivyo unaona, na kwa mtanzania mwingine yoyote mwenye upeo wa kawaida tu wa fikra ya kawaida kawaida, ile sio ujumbe ambao anatakiwa aupate kutoka kiocha wakiwochazamii Okay, naweza nikakupa mfano tangazo la usione soo, lile la Salama lilikuwa linasema usione soo sema naye. Lakini lile tangazo lilifungiwa kwa ajili ya kitu kama hicho tu, usione soo sema naye, kwa sababu kuna kinga, kuna nini, lakini umeshawapa watu ushauri wa usione soo semanaye. Kwa hiyo ile ndio ilikuwa concept wrong na concept ya kupoza, kama unaweza ukamshauri mwananchi auze ya kura yake ili maisha yake yarahisishwe Uwezi ukauza haki yako binafsi ya kumchagua kiongozi wako ili upewe nyumba au makazi au hospitali, kwa sababu unaweza ukajengewa hospitali isiwe na madaktari kama ilivyo sasa hivi, ambapo bado kura zetu tunazimiliki. Ukiuza je? Kwangu mimi it didn't sound like a conscious idea. Okay, kwa ni kitu tu ambacho nilikiwaza, kilitokea sporadic, nikaona yeah this is something we should set straight, nikakisema. Kwa kama ni response, nadhani Bonta ndo alikuwa anahusika zaidi alijibu. Baada ya uh, kumzungumzia Bonta, Bonta kukutana naye. Bonta naye, lakini nilishakutana na Joe na jo namoja wakaniambia tena the whole issue on that song kwa naye Bwana Bonta akachukulia hivi na hivi nikamwambia na sio hivi. Sio this no disrespect ni kitu tu ambacho nimekisema chukulia kama changa changamoto na mpaka tunamaliza hiyo conversation, iliisha hivo. It was just a verse, unajua ni kitu ambacho mtu kakisema, kifikirie kiishi. Na tukaje tukaonana tena, ambao ndo ambaondo nasema aftaklia, sijaambiwa indication yoyote kuhusu swala ya bifu. Lakini sasa hivi nashangaa mimi, nalisikia kwenye media, sijasikia kutoka kwa Joe, sijasikia kutoka kwa Nikki wala kwa mtu mwingine yoyote, sikia kutoka kwenye media.